Tunakushukuru Mungu, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo, ni wakati mwingine tena mzuri ambao Bwana unatupa kwa ajili ya kwenda kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu, nguvu zako zitushukie, utufunulie Ewe Bwana, na utuwezeshe kuelewa hekima yako. Bwana ituweshike mkono, ili tunaposoma neno hili Mungu, litupe mwanga mpya na uzima ndani yetu, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Watu wa Mungu, naomba sasa tuungane na ndugu zetu wa Wedi Project ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Kumbuka ni kitabu cha Zekaria sura ya tatu na ya nne. Mlango wa tatu. Kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume, ili kushindana naye. Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee, ewe shetani Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee Ye, Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Naye huyo akajibu, akawaambia wale waliosimama mbele yake, akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, Tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Nikasema, nawampige kilemba kizuri kichwani pake. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamfika mavazi, naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Kisha malaika wa Bwana akamshuhudia Yoshua akisema, Bwana wa majeshi asema hivi, kama ukienda katika njia zangu na kama ukishika maagizo yangu, ndipo utakapoihukumu nyumba yangu, nawe utazilinda nyua zangu, nami nitakupa nafasi ya kunikaribia kati yao wasimama karibu. Sikiliza sasa, e ee Yoshua kuhani mkuu, wewe na wenzako akitio mbele yako, maana hao ni watu walio ishara. kwa maana tazama, ninamleta mtumishi wangu aitwaye chipukizi. Maana litazame jiwe hili nililoliweka mbele ya Yoshua, katika jiwe moja ya kwa macho saba, tazama, nitachora machoro yake, asema Bwana wa majeshi nami nitauondoa uovu wa nchi ile katika siku moja. Katika siku ile asema Bwana wa majeshi, ninyi mtamwalika kila mtu jirani yake chini ya mzabibu na chini ya mtini. Mlango wa nne. Na yule malaika aliyesema nami akanijia mara pili, akaniamsha kama mtu aamshwavyo katika usingizi wake. Akaniuliza, unaona nini? Nikasema, nimeona na tazama kinara cha taa cha dhahabu tupu, nacho kina bakuli juu yake, na taa zake saba juu yake, tena iko mirija ya saba ya kuleta mafuta kwa taa zote zilizo juu yake. Na mizeituni miwili karibu yake, mmoja upande wa kuume wa lile bakuli na mmoja upande wake wa kushoto. Nami nikajibu nikamwambia yule malaika aliyesema nami, nikasema, E Bwana wangu vitu hivi ni nini? Ndipo malaika aliyesema nami akajibu akaniambia Hujui vitu hivi ni nini? Nikasema, la, bwana wangu. Akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Nani wewe e mlima mkubwa? mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambarare, naye atalileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa pamoja na vigelegele vya neema neema. Ilikalie tena neno la Bwana likanijia kusema, mikono ya Zerubabeli imeiweka misingi ya nyumba hii na mikono yake ndiyo itakayoimaliza, nawe utajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwenu. Maana ni nani aliyeidharau siku ya mambo madogo? Kwa kuwa watafurahi nao wataiona timazi katika mkono wa Zerubabeli nam hizi saba ndizo macho ya Bwana yapiga mbio huko na huko duniani mote. Ndipo nikajibu nikamwambia, Ni nini mizeituni hii miwili iliyo upande wa kuume wa kinara cha taa ile na upande wake wa kushoto? Nami nikajibu mara ya pili nikamuuliza, Ni nini haya matawi mawili ya mizeituni ambayo kwa njia ile ya mifereji miwili ya dhahabu hutoa mafuta yao? Akanijibu akasema Hujui hivi ni nini? Nikasema, la, bwana wangu. Ndipo akasema hivi ni hao wana wawili wa mafuta wasimamao karibu na Bwana wa dunia yote.